Mwenyezi Mungu airaze roho ya hayati mzee Mtei mahali pema peponi Amen. Tukae tumetaka tutumie muda wa dakika moja kabisa kama ilivyo, kwa sababu watu wanasema dakika moja halafu anatumia sekunde kumi kitu ambacho sio sahihi. Sasa ndugu waandishi wa habari na ndugu wanaChadema, tumehitana leo hapa kwa siku ambayo kama mnavyojua, pamoja na mambo mengine, leo ilikuwa ni kilele cha miaka 33 ya uwepo wa chama chetu, na jana usiku i mean juzi usiku nilipokea taarifa kutoka kwenye familia ya mzee Mtei kwamba mzee ameaga dunia na tukatumia nafasi hiyo kuitangazia nchi na kuwatangazia e, dunia kwamba mzee huyu ambaye amefanya kazi sio tu ndani ya nchi yetu, amefanya kazi vile vile kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki na amefanya kazi duniani kwenye shirika la fedha la dunia IMF, kwamba ameondoka duniani na amefariki. Sasa kutokana na hilo jana, tukaagiza kwamba bendera zote za chama kwa nchi nzima zipepee nusu mlingoti kwa siku saba kwenye ofisi zote za chama, kwenye ile statement tulitoa, kuanzia kwenye ofisi za mikoa, kanda, mpaka ofisi za chini kabisa za kwenye misingi. Kwa hiyo niko hapa kusisitiza kwamba bendera za chama kama ilivyosema statement ya chama jana zitaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku saba. Tutaendelea na maombolezo kwa siku saba vile vile, kwa sababu mzee Mtei, kwa wale ambao hawajui historia ya mzee Mtei, mzee Mtei amekuwa kiongozi na mwasisi wa chama chetu ndio mtu aliyekuwa na wazo, ndio genesis ya wazo la Chadema ilipoanzia, wakishirikiana na wenzake. Baadaye baada ya kuwashirikisha hilo wazo mzee Bob Nyanga Makani, wakina mzee Victor Kimesera ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, Freeman Mbowe na wengine wakaanzisha hiki chama na kwa miaka 33 ya uwepo wa chama hiki na mzee ameondoka karibia na siku moja kwenye birthday ya chama ambayo kilikuwa kinatimiza miaka 33, kwa sababu Chadema ilisajiliwa na kupata usajili wa kudumu tarehe 21 mwezi wa kwanza siku kama ya leo, na mzee ameondoka jana. Kwa hiyo ni tukio kubwa la kihistoria kwa chama chetu. Huyu mzee cha kwanza, mnapaswa kujua, amekuwa ni msomi mkubwa kwenye nchi hii, na amekuwa gavana wa kwanza wa BOT ilipoanzishwa mwaka 66. Amekuwa gavana pale, akafanya kazi na Mwalimu kwa sababu mzee aliamini katika sera zinazoendana na chama chetu, na wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye serikali ya mwalimu ambayo ilikuwa inaamini katika sera za ujamaa ambazo aliona haziwezi kuendeleza watu, hazifanyi mtu mmoja mmoja kufikia full potential yake ya kumiliki mali, kujiendeleza yeye na kuendeleza watu wengine. Walipotofautiana kwenye masuala ya fedha na masuala ya misimamo ya kiuchumi, mzee akamwambia mwalimu unaweza kutafuta mtu mwingine ukafanya naye kazi, mimi naona tukienda njia hii tutaanguka shimoni. Sasa unaweza kufikiria mtu ambaye e, angeweza tu kuadjust akafitin kwenye mfumo wa kitu alichokuwa anataka mwalimu, lakini akasema kwa sababu mimi ni mshauri wako kwenye masuala ya fedha, kama governor wa benki kuu naona hatuwezi kuelewana, tutaanguka huko unakoniambia twende. Na utaalamu wangu, naona utaalamu hauendani na hicho unachoniambia, tutaanguka. Akarizaini. Lakini kwa sababu pia mwalimu alimjua uwezo wake, mwalimu akamruhusu kwenda kufanya kazi nje ya nchi, kimataifa. Akaenda kufanya kazi kwenye shirika la fedha duniani, IMF. sasa Haya mambo yote, kwa nini nayasema? Ni kwa sababu katika tawala tulizonazo sasa hivi, si ajabu mwanasiasa akamwagiza hata daktari kufanya kitu ambacho anajua kabisa utaalamu wa udaktari wake hauko hivyo, akafanya kwa sababu mtawara amemwagiza. Nasema uongo kwamba mkuu wa mkoa hapa, yeye ukisha kuwa tu mkuu wa mkoa wewe tayari ni daktari. Eh, ukiwa tu mkuu wa mkoa wewe tayari unajua ualimu, wewe tayari unajua uaskari, yani wewe kwa sababu tu umekuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au umekuwa rais, you know everything, na wale walioko chini yako wanapaswa kufata kile unachowaambia, hata kama uta, utaramu wako au utaramu wao uh, uh, unakataa hai na wakikataa watakiona cha nini cha moto. Fikiria mzee Mtei angekuwa governor wa BOT sasa hivi, asingefunguliwa kesi ya uhaini kweli au gaidi, sindio? Au angeweza kuwekewa kesi yoyote na mtawala ili kumkomoa, sindio? Lakini mwalimu kwa sababu alikuwa mtu ambaye anaamini katika mawazo ya watu kushindanisha mawazo, na hii dunia imeendelea kwa watu kushindanisha mawazo. Gari haijatengenezwa hivyo ikatembea kwa mtu mmoja tukudominate mwingine akasema, ah, hivi wewe uliyetengeneza kwa nini ilikuwa Land Rover? Hatuwezi kutengeneza Land Cruiser? Hatuwezi kuimprove? Hivi ndio mawazo yanaendelea yanatokea. Ukiona taa zilizokuwepo kipindi hicho na zingine, ni mawazo yanashindana yanatengeneza kitu kipya. Tanzania ya sasa, mtawala anataka akifikiria kwamba sasa hivi ni jioni, wote hata kama tunaona sasa hivi ni mchana tuseme ni jioni. Sasa kwa sababu mwasisi wa chama chetu alipoanzisha hiki chama alikianzisha katika mazingira ya chama cha kidemokrasia, na hata ukisikia jina letu, alichagua jina zuri. Wengine waliweka majina ya kizungu National Convention, for what? Tanzania labour swing, nini? Chama chetu kina jina la la Kiswahili, maneno rahisi, chama cha demokrasia na maendeleo. Aliamini katika mambo mangapi? democracy na development, demokrasia na maendeleo. Na hayo ndio yaliyosababisha akatofautiana na mwalimu Nyerere kwa heshima, kwamba tunataka tuendeshe uchumi wa aina gani, lakini pia uwe uchumi unaoruhusu watu kujieleza, watu kuchagua, watu kuchaguliwa, watu kupata fursa za uongozi, na wananchi wao ndio wawe wa nini, ndio wenye mamlaka ya mwisho. Kocha, chama chetu ni chama cha mrengo wa kati kulia ambacho kinaamini katika demokrasia kinaamini katika soko huru la watu kufanya. Una biashara yako unafanya bila bugdha na serikali inatimiza wajibu wake, unalipa kodi. Tunaamini katika misingi ambayo rasilimali za nchi yetu zitumike kwa ajili ya kuendeleza watu wetu, sio kuendeleza wageni. Hicho ndicho alichokipigania mzee Mtei, ndiyo maana kwa wale ambao hawaelewi chama hiki, historia ya ukuaji wa chama chetu, kilipoanza kilikuwa na wabunge wangapi? Wanne, mwaka 95, uchaguzi wa kwanza tulioshiriki. Na nitakuwa nazungumza sasa kwa ujumla katika maadhimisho ya miaka 33 lakini nazungumzia zaidi huu mbuyu mkubwa wa chama chetu, mtu muhimu kwenye chama chetu, mtu anayemiliki kadi namba moja. Kuondoka kwake duniani na impact yake kwa chama chetu sio jambo dogo, mwasisi wa chama chetu. Kwa hiyo kilikuwa na wabunge wanne mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili kikapata wabunge watano na halmashauri ya kwanza ya Karatu na chama hiki kimechangia mabadiliko makubwa sana ya uendeshaji wa nchi au sera za nchi tangia uwepo wake. Kwa mwaka 95 tulipopata halmashauri ya kwanza A, amini mwaka elfu mbili halmashauri ya kwanza ya Karatu ndio chama kilichofuta kodi ya kichwa kwenye halmashauri pekee nchi hii kule Karatu, nyie wale watu wazima wanaelewa kwamba huko nyuma kulikuwa na kodi inaitwa kodi ya kichwa. Ilikuwa kero, ikifika watu wanakimbia miji nyumbani kwao. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza iliyofuta kodi ya kichwa nchini ni halmashauri ya Karatu ya CHADEMA, na kwa wale waliokuwepo wanakumbuka wakati ule Rais Mkapa alisemaje kuhusu kufuta hiyo kodi. Ikafuta kodi ya baisikeli inaitwa mchirizi zamani kuu, ukiendesha baisikeli unachajiwa kodi. Uongo kweli? Halmashauri ya kwanza ya kufuta ni ya CHADEMA. Mwaka elfu mbili na tano tukapata idadi pia ya wabunge ambapo halmashauri ya, ya kwetu pia ya, ya Hai ikawa ndio halmashauri ya kwanza kuintroduce hizi shule zinazoitwa shule za kata. Naeleza haya ili mwelewe historia ya chama hiki alichokianzisha mzee Mtei jinsi ambavyo kimechangia leo maendeleo makubwa katika nchi yetu na kama mnakumbuka tulipokuwa kwenye halmashauri ya Chadema Tarime mwaka elfu mbili na tisa, elfu mbili na, na, na saba mpaka kuja mwaka elfu mbili na, na kumi ndio halmashauri ya kwanza nchi hii ku, kulipia wanafunzi ada za sekondari kwa hiyo mwaka elfu mbili na tano am e mwaka mwaka elfu mbili, mbili tukawa na wabunge wa tano. Mwaka elfu mbili na tano tukawa na wabunge karibia kumi na moja yes, kumi na moja Mwaka elfu mbili na kumi alipogombea Dr Sra tukawa na wabunge 47. Mwaka elfu mbili na kumi na tano tukawa na wabunge 72 na, na halimashauri nyingi sana katika nchi hii hivyo hivyo kwenye serikali za mitaa tukawa tumefikia asilimia 80 30 ya asilimia za mitaa za serikali za mitaa, na tangu mwaka 2015 kwa sababu ya hiyo trajectory ya ukuaji wa chama chetu, kuanzia wabunge wanne, wabunge watano, wabunge 11, wabunge 47, wabunge 72 na halmashauri nyingi na vijiji na vitongoji, serikali tangu hapo deliberately wameshambulia chama hiki tangu mwaka elfu mbili na ishirini mpaka leo, hakijawahi kupumzika kwao. Ndugu zangu, tunapomwomboleza mzee Mtei leo, meseji yangu kwa wanachadema nchi nzima, cha kwanza, wote tukianza na mkoa wa Mara, sisi ni watu ambao huwa tunaonyesha mfano na kanda hii na kanda nyingine zote ninawasihi sana wanachama kwa wingi kwa kadri tunavyoweza tujipange kusafiri kwenda Tengeru Arusha kwa ajili ya kumhifadhi mzee Mtei siku ya Jumamosi tarehe 24 kwa hiyo wito wangu kupitia vyombo vya habari leo ni kuhamasisha wanachadema nchi nzima twende tukamwage mzee huyu kwa heshima kubwa ya chama chetu na kwa heshima aliyoisababishia chama chetu. Huu ni msiba wetu, tumefiwa na mtu wa muhimu sana kwenye historia ya chama chetu, kama tulivyokwenda kwa mzee Bobu Nyanga Makani pale Shinyanga, wale wanaokumbuka mwaka 2012. Vilevile viongozi wa mkoa kwa kushirikiana na wanachama wetu, viongozi wa kanda nchi nzima hakikisheni tunajitokeza kwa kushiriki hili tukio kubwa la kumstiri, na ikiwa vizuri, tufike siku ya Ijumaa Arusha. Mimi nitasafiri kesho, nitakuwa Arusha kwa ajili ya kuongoza waombolezaji wote kum, kumsindikiza mzee wetu huyu kwenye nyumba yake ya mirele. Jambo la pili, chama chetu tulishaazimia na sasa, tutaliweka katika practice, katika kulifanikisha jambo la kujenga chuo cha mzee cha kumbukumbu ya mheshimiwa mzee Edwin Mtei Academy, ya kumbukumbu kumbu ya mzee Edwin Mtei, kwa, kwa heshima yake kwa ajili ya mchango mkubwa, kuonesha thamani ya mchango mkubwa aliyofanya kwa nchi hii, kwenye demokrasia ya nchi hii. Kwa sababu hebu fikiria tu, huyu mzee ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo kabisa. Nimewambia yeye, mifumo yote ya fedha ya nchi hii ameshiriki. Katika uanzishaji wa Benki Kuu, ndio gavana wa kwanza kabisa, wakati hii benki kuu hatukuwa nayo. Fikiria kwa mfano leo, hakuna nyumba wewe ndio uwe mtu wa kwanza kujenga nyumba, ndio uwe mtu wa kwanza kufikiria kiti hiki kikae hapa, hiki kiti kikae pale, meza zikae hapa, hiyo si ni kazi kubwa? Ndugu zangu, sisi wengine tunaofuata ni rahisi kukosoa, ah, tubadilishe hili, tubadilishe hili, au kutokana na ukuaji wa maendeleo na demokrasi na nini na, na, na, na, na, na, na, na teknolojia, ni rahisi, unaangalia, unakopi, una unafanya huyu ni mtu ambaye ndio alikuwa wa kwanza kuwa gavana wa BOT, kuseti mifumo ya mwanzo kabisa ya fedha ya nchi hii, lakini amefanya kazi kwenye East Africa Community, jumuiya ya Afrika Mashariki, vilevile amefanya kazi kwenye shirika la fedha duniani. Sasa sio mtu rahisi akatoka huko kote na fedha alizokuwa nazo na utajiri aliokuwa nao, baadaye akajishusha akaja kuanzisha chama cha upinzani hapa Tanzania. Mnaelewa ukiwa mpinzani unavyokuwa una, unatritiwa una na serikali hizi za, za Afrika. Leo nimeona mtu mmoja anasema viongozi wa Afrika wangekuwa na mabomu ya nyuklia, wangekuwa na access na bomu la nyuklia, wangelitumia kwa ajili ya kuangamiza watu wao. Nani anaweza kubisha kwa hilo? Viongozi hao wanaoweza kutuma askari wakaua mamia ya watu ili wabaki madarakani, hao wakiwa na bomu la nyuklia watashindwa kutuua? Wanakuwa wanapiga bomu la nyuklia dhidi ya viongozi wao. Lakini hebu fikiria huyu mzee, pamoja na uwezo wake, pamoja na usomi wake mkubwa akajishusha kaja akaanza chama leo. Hapa tuko wanachama hapa. E, e, mwenyekiti mwembe ametumia e, katibu mwembe na viongozi wa mkoa wametumia muda mchache tu kupiga filimbi, ukumbi tayari umeshafanya nini? Umejaa. Sasa huyu alikuwa mmoja wakawo na wenzake wakina e, mama Mary Kabigi na kina eh, Bobu Makani na wengine hawana mwanachama hata mmoja. Yaani ni wazo, sasa umeliuza kwa mtu wa pili, limeenda kwa mtu wa tatu. Unakuja Msoma hapa, huna mtu hata mmoja wa kumtuma uwanjani akakuandalie akakufungie bendera apeleke barua polisi. Sijui kama mnaelewa huo ugumu. Sasa mpaka sisi wote tumezaliwa humu, wengine tumekuwa madiwani, wengine tumekuwa wabunge na wengine wamenufaika sana na chama hiki, uongo kweli? Kwa wazo la huyu mzee, kwa heshima yake nimesema, chama chetu kitajenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei pale kwenye viwanja vyetu. Tuna uwanja mkubwa sana pale Dar es Salaam, eneo la Soga uko zaidi ya ekari hamsini. Tutajenga pale chuo hicho ili kiwe kina train vijana wetu kwanza, uadilifu, uongozi, namna ya kupinga rushwa, uchumi, mambo yale aliyotaka kuyaona yanatokea. Tunaelewana vizuri. Lakini cha mwisho, napenda kutumia fursa hii, siku ya maadhimisho ya miaka 33 ya chama chetu na siku ya kumbukumbu ya kumwaga mzee wetu aliyepotea mzee Edwin Mtei, kusema hivi: alianzisha chama hiki kikiwa kidogo sana. Ndoto yake ilikuwa ni kuona Chadema inashinda dora. Wale tuliokuwa kwenye ukumbi wa Kiramuu mwaka elfu mbili na tisa siku ya mkutano mkuu wa chama Makenji nafikiri alikuwepo, sijui kama sina kumbukumbu vizuri, mwaka elfu mbili na tisa, sijui wangapi walikuwepo pale Kiramuu kwenye mama, alikuwepo mzee Mtei alipoitwa jukwani kuzungumza. Hii nimefanya naye kazi, nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Alikuwa mzee sana na amehudhuria vikao vichache sana, vichache sana, tangu nilipoingia kwenye kamati kuu mwaka elfu mbili na kumi na moja kwa sababu ya umri, lakini alipoitwa jukwani ameona watu wamekaa kwenye ukumbi, alilia, akasema Chadema tuliyoianzisha ndio imekuwa kubwa hivi, akashindwa kuvumilia, akawa analia wote na bobu makali. Nataka nitumie fursa hii kwa wanachama wa Chadema na kwa nchi nzima kuambia ndoto ya mzee Mtei kuona chama hiki kinakuwa chama kikubwa zaidi imetimia. Sisi ni chama pekee nchi hii wala sio cha kulinganishwa na CCM. Hiki ndio chama kikuu cha nchi hii, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu kwenye nchi hii. Ndio chama pekee, namna ya kukidhibiti ni kutumia jeshi na polisi lakini kwenye hoja na ushindani hakuna chama kinaweza kushindana na, na chama chetu. <coughs> Na kwa hapa tulipofika, ushindi uko kwenye eyesight. uko kwenye ungeweza kusema ushindi upo pale macho yasipofikia ushindi uko kwenye eyesight. Nataka niwahakikishie kwa muda ambao sisi tunaongoza chama hiki tutakipeleka kwenye nafasi ya kwenda kushinda dola na kutimiza yale ambayo wazee wetu waliyatamani ya kuona yanatokea. Hatutafanya usaliti, hatutamwonea mtu, hatutamwonea mtu aibu. Kama ni nyeupe, tutakwambia ni nyeupe. Kama ni nyeusi, hatutaipamba pamba kwamba ina rangi kama bluu bluu hivi au, tutasema hii ni nini, nyeusi nyeusi. Na hatutapigia magoti udhalimu. Na tunataka kutumia nafasi hivi pia kuambia serikali: nchi sio mali ya Rais Samia wala sio mali ya kikundi cha watu wachache wanaotumia nafasi ya dola kuteka watu, kuumiza watu, kusailensi watu, kuumiza hata viongozi wa dini wanaokuwa na mawazo tofauti na wao, sio mali yao. This country belongs to us all, ni nchi yetu sote. <laughs>